Yeah, yeah, mambo vipi? Eh, Mungu anasaidia. Tuko pamoja but kwa hapa tunasema karibu Kenya, kwa sababu umenifuata hapa nimepokea vizuri. Tunashukuru watu wanakutambua sana, East Africa inakutambua, dunia inakutambua. Nashukuru wewe kama mdogo wangu, ndugu yangu sana, unajua tunasema hata unaponikuta mimi hapa mahali nilipo sasa hivi, nasema kuna maisha baada ya kusema, so, so like ah, no, no. Nasema okay, kuna maisha eh, lazima kuwe na milima na mabonde. Unapoona kuna mambo hayaendi sawa kidogo, mtu asikitisha. Kama kuongelewa, basi Mr. Nice angekuwa ameshafariki kitambo, kwa sababu maneno yeah, yametoka yakaenda yakaisha yakatoka. Sasa siku hizi naona maanza kunisifia mambo, jamaa ndio anapaswa kuigwa kwa sababu ya uvumilivu, yeah. Mina, mimi nafurahi sana napoona yale unayofanya na unayoyafanyia jamii kwa ujumla, especially vijana wanaojitafuta, vile unavyoweza kuwa kuwapa ile motisha. Wengine wanaona unajidai, lakini kumbe ni kuwafundisha kwamba nao wawe na asira ya mishi. oh, yeah, yeah, yeah, mi ni kitu kimoja

atasema wavo umenituma wanasemaga unaonga ili mtu akuongelee vizuri. Hapana, keep it on nice cool, bro, na Mungu aendelee kujalia zaidi. Si wote warika yako wenye kukumbuka, wengine lakini si wote pia. Warika yako wenye kujielewa, wengi hawajielewa yeah. Wengi tunaona waenda kuhaya magari kujifanya nao ni ya kwao, eh yeah. Yeah, wow, yeah. Hey, alafu siku mbili tatu amekwama. Lakini Chief Godlove, mimi nikuombe kwa niaba ya Watanzania, Watanzania wengi wanatamani kumfahamu vizuri Mr. Nice, wanamfahamu yes. Lakini kuna mambo mengi wanatamani kujifunza so. Kipindi ambacho Mr. Nice, uh, wa kikulacho yes. na nini na nini, mimi nakuomba, nakukaribisha uh, nakukaribisha kwenye kipindi cha lifestyle, uh, cha Chief media pale, kuna baadhi ya mambo ambayo zinatakiwa uzungumze na watanzania Tanzania wakusikie. Mimi ni South Africa, waanze kutumia maswali kwanza, watumeatume kwa wa na, na maswali kabisa, hata Kut... yawe mazito, awe naongea kuliko, kuliko hata redio minaongeaga mpaka mimi na na kawaida ba. <laughs> hey, <laughs> ya, na, yangu e bana, nimekutana <laughs> na hapa ni Nairobi, Kenya, hivi ni saa 9 saa 10 za usiku. Uh, tumekutana toka jioni. I think, hatujaongea kitu, tumeongea mambo mengi. By the way, kama una swala lolote kuhusu Mr. Nice weka kwenye comment. Thank you. Karibu. Mr. Camera.